Ehem. Hii ni kwa ajili yako msikilizaji wa story ya kibabe sana inayokwenda kwa title ya The Origin of Israel. Ha? Nilikuwa nasimulia story ya King Solomon jinsi ambavyo aliasi mahusia ya kwenye kikao cha kilichokaliwa na wanaume wa taifa la Israel. Ha? Na Musa, na katika kikao kile walikuwa wamekaa wakakubaliana kwamba ni marufuku kwa mwanaume wa taifa la Israel. Ha? kuoa mwanamke wa taifa la like kigeni, kwa sababu tunawajua wanawake ni watu wenye ushawishi sana, ni watu ambao watatufanya tushindwe kumwabudu Mungu ambaye tunamwabudu sasa. Sasa bwana King Solomon, yeye kwa sababu aliona ah, kikao chenu mlichokaa, bwana, mimi sitafuata maelekezo yenu, mimi nitakwenda kufanya kile ambacho ninakijua. Ndipo akafanya yale ambayo aliyoyafanya, akaoa wanawake ambao anawajua yeye, na mnajua kilichotokea, nimesimulia katika stori ya kwanza. mm-hmm sasa pamoja na kwamba King Solomon alikutana na heka heka hizo alikutana na mapito hayo, lakini nataka nikuambie kitu, kuna mazuri mengi sana ambayo huyu King Solomon aliyafanya. Inawezekana umekuwa ukisoma machache Sura ya sita na sura ya na saba nimeona jinsi ambavyo King Solomon alikuwa anampenda Mungu. King Solomon bwana, alijenga bonge la nyumba, alijenga nyumba yake kwa kutumia miti ya Lebanoni, mierezi ya Lebanoni. Alikuwa anaagiza hiyo miti, inatoka huko mbali inakuja, akajenga mjengo wake mkali sana, lakini before hajajenga mjengo wake Alimjengea Mungu kitu kinaitwa hekalu, kwa sasa hivi tunaweza tukasema ni kanisa. Alijenga hekalu kubwa sana pale Yerusalemu kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa sababu alikuwa anampenda sana Mungu wake. Utaona kabla mfalme hajajenga hekalu, alipopewa tu ile nafasi ya kuwa mfalme, alipewa nafasi na Mungu ya kuomba kitu. Mfalme alipoenda mbele za Mungu kuomba aliomba hekima. Utaelewa mtu mwenye hekima na kama hekima imetoka kwa Mungu, lazima atende mambo ambayo anampendeza Mungu, lazima amtang sana Mungu. Ushaona, eh? Eh? Mfalme alijenga hekalu hili kwa muda wa miaka kumi na tatu ndipo akalimaliza. Sasa, hebu jiulize, ni mfalme. Ana kila kitu kwenye ile nchi, ana dhahabu, ana kila kitu, lakini akajenga hekalu kwa miaka kumi na tatu. Utaelewa jinsi gani lilikuwa ni bonge la hekalu. Lilikuwa ni hekalu ambalo lilikuwa ni la kihistoria ambalo mpaka leo tunali soma na linazungumziwa katika nchi mbalimbali mbali duniani, katika vitabu vya kidini, katika vitabu vya kihistoria. Okay, unaweza ukauelewa huyu mfalme ni jinsi gani ambavyo alikuwa anamthamini Mungu katika maisha yake, pamoja kwa na kwamba hey, alijenga ile hekalu, na yeye alipomaliza kulikabidhi mbele za Mungu ile hekalu ndipo akawaita wale makuhani sasa. Nilisimulia katika stori ile ya kwanza makuhani ni watu gani. Kwa sasa hivi tunaweza tukasema ni mashehe na wachungaji, yani ni wale watu ambao wanasimama mbele za waumini, alafu wanakutangazia msamaha wa Mungu, wanapokea sadaka na zaka zetu. Makuhani ndo hao wa watu. Kwa hiyo sasa, hao watu bwana, wakawa wamesimama katika lile hekalu, wanamtukuza Mungu, lakini pia tunaambiwa kwamba walienda katika mji wa baba yake Daudi kulikuwa, kuna vitu vya kihistoria ambavyo vilikuwa vimetunzwa kule. Mfalme Sulemani akawatuma watu waende wakavichukue vile vitu, kulikuwa kuna dhahabu, kulikuwa kuna fedha, kulikuwa kuna vitu vingi sana vya kihistoria ambavyo baba yake Daudi alikuwa amevitunza kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo mfalme Sulemani akaagiza watu wakaenda wakavichukua kule, wakaja wakaweka katika lile hekalu. Sasa Bwana, kuna kitu kilikuwa kinaitwa sanduku la agano. Kwa wale ambao wamesoma kitabu cha Samuel, wanaweza kanielewa na maanisha nini na kwa wale ambao mwae kuwasikia watu wanaitwa Wafilisti, Wafilisti wanaweza wakakusimulia ishu ya sanduku la agano iliwahi kuwafanya nini. Sasa ntakuja kusimulia huko mbele sanduku la agano ni kitu gani, lakini kwa hapa nataka nikusimulia kitu kidogo vi aha. Hili sanduku la agano lilitolewa katika ule mji wa Daudi likapelekwa katika ile hekalu la mfalme Suleiman. Sasa hili sanduku la agano lilikuwa ni kwa ajili ya, ya, ya wana wa Israeli na Mungu, lilikuwa ni kiunganishi kati ya Mungu na wana wa Israeli. Kwa hiyo walikuwa wanalitunza sana na hata wana wa Israeli walipokuwa wanaenda vitani, walikuwa wanalitumia ile sanduku la agano katika kupigana vita, na lilikuwa likitangulia mbele wana wa Israeli wanashinda. Na atakuja kusimulia kwa mbeleni jinsi ambavyo sanduku la agano liliwafanya wana wa Israeli siku moja wakashindwa. Utamuelewa Mungu kwa namna ya kipekee sana. Anyway, huyo mfame akajenga mjengo wake mwingine kwa miaka saba. Uh, alijenga mjengo mkali sana. Kwa miaka saba. Utaelewa mambo ya kifalme tunayojua, yani ni sawa sawa na mkuu wa nchi aanze kujenga nyumba, sijui unaelewa. Mungu akaamua kukasirika akalitawanya lile taifa katika maeneo mawili. Kuna, kuna, kuna vitabu ambavyo aliwahi kuandika, yamkini umekuwa ukivisoma sana, umekuwa ukitumia verses zake labda kwa ajili ya kujifariji wewe mwenyewe au ku, ku, ku, ku, kuwafariji na wengine kupitia ile mistari, lakini nataka nikusanue leo

ambayo inaweza ikakuongezea wewe maarifa. Kuna mistari ambayo inaweza kakuondolea wewe ujinga, ikakupa werevu. Kuna mistari ambayo inaweza kakuonya wewe. Kwa mfano, kuna mstari mmoja unasoma katika nafikiri ni nne kumi na tatu nasema, mshike sana elimu usimwache aende zake. Na mara nyingi huu mstari tumekuwa tukiutumia sana kwenye maisha yetu ya kila siku, na umekuwa ukituhamasisha sisi kama wadau wa elimu tuweze kusoma na tuweze kufanikiwa katika maisha yetu. Utaona yetu utaona kwamba aliyeuanzisha huu msemo alikuwa ni mfalme Suleimani, ambaye ndiye King Solomon, mwandishi wa kitabu cha Methali. Tuachane na hayo, tukimbilie kwenye kitabu cha Wimbo Ulio Bora, bwana Bwana kwenye hichi kitabu mfalme aliandika. Aliandika, alafu akaandika, siwezi nikaelezea aliandika nini, lakini unaweza kwenda kusoma, kwa sababu kitabu cha Wimbo Ulio Bora kinafurahisha. Alafu kinafurahisha tena. Tuachane na hapo, tukimbilie katika kitabu cha, uh, cha, cha Mhubiri. Sasa hapa ukitulia katika kitabu cha Mhubiri, utaona ni jinsi gani ambapo mfalme alikuwa anafanya tathmini ya yale mambo yote ambayo alikuwa ameyafanya katika maisha yake. Utagundua kwamba mfalme anajiita kwamba yeye ni mhubiri, kwamba kuna mambo ambayo alikuwa ameyafanya katika maisha yake, akaona yote ni ubatili. Yani, nataka nikusanue kitu kimoja iko hivi. Wewe unaweza ukaisi kama umejenga mjengo, umejenga labda mjengo wako kwa miaka kumi. Lakini nataka nikwambie kwamba kuna mjengo wa, wa, wa, wa, wa hekalu ambao ulijengwa na Mfalme Suleiman ambao ulijengwa kwa miaka kumi na tatu. Sasa unaweza ukaelewa ni mjengo ambao umejengwa na mfalme, sembuse mimi na wewe ambao tunajenga mijengo, unaweza angalau ni mjengo kweli, lakini pia nataka nikwambie, unaweza kusema labda wewe una wanawake, una wanawake, sijajua ni wangapi, lakini kuna huyu mfame anaitwa King Solomon King wa Making, alikuwa na wanawake elfu moja unaweza ukaelewa ni jinsi gani ambavyo alifanya matukio, alifanya mambo yote to the extent mpaka kamua kae chini amwe kufanya tathmini ya mambo yote aliyoyafanya. Kwa wale ambao wamekuwa kisoma kitabu cha Mhubiri wataona ni jinsi gani ambavyo mfame

Anasema ise, kwa kweli kuna watu wamefanya, lakini mimi nimefanya. Kwa hiyo hakuna jipya chini ya jua eh? Hakuna jipya chini ya jua, yani mambo yote ambayo unayaona katika dunia hii unayafanya. Kama ni ulevi, Suleimani alikuwa mlevi, alikunywa kabla yako. Kama ni uzinzi, Suleimani aliufanya uzinzi kabla yako. Kama ni kumcha Mungu na kuokoka, Suleimani alitangulia kuokoka kabla yako. Kama ni ulikuwa na kama una pesa, Suleimani aliwahi kuwa na pesa kabla yako. Kwa hiyo unaweza ukaelewa kitabu cha mhubiri kinatutana baisha ya kwamba hakuna jambo mwanadamu ambayo talifanya katika dunia ili kaonekana jipya. Suleiman alitangulia kufanya na akafanya uchunguzi, akagundua kabla yake kuna watu ambao walifanya pia hayo mambo hii, eh? ni story nzuri sana, story story ya ya kibabe hii, ina title ya The Origin of Israel. Unaweza kaendelea kufuatilia siku hadi siku, ili uweze kuburudika na mimi na kujumuika pamoja. Karibu sana.